Na mtazamaji, tukirejea hapa nchini kwamba mamia ya watu walioathirika wa na mafuriko katika eneo la Kapomboi kaunti ya Trans Nzoia sasa wanakabiliwa na hatari ya mlipuko wa magonjwa. Na wakazi hao wamelazimika kuishi kwenye nyumba zilizojaa maji taka na matope kwa kukosa eneo mbadala la kuhamia baada ya nyumba zao kufurika. Na Colin Shitiabaya alizuru eneo hilo na kuandaa taarifa ifuatayo. Hapa ni nyumbani kwa Elizabeth na Machanja anayeishi katika kijiji cha Namanjalala ingawa nyumba yake imejaa matope na taka, hana budi kuendelea kuishi hapa kwa sababu hana mahali mbadala pa kwenda. Amekuwa akilala hapa kwa siku sita sasa. itu changu vimeenda na maji, chakula, ng'ombe, kuku, hata sina mahali yenye nalala. Mama na Machanja anahofia kuwa mazingira haya yanahatarisha afya yake kadri mafuriko yanavyoendelea kupungua ndivyo machozi, hofu na hasara zinaongezeka katika eneo hili. Mama huyu na waathiri wenzake pia wanakodolewa macho na hatari ya mlipuko wa maradhi ya kipindupindu na homa ya tumbo kutokana na ukosefu wa maji safi. Haya maji huja yanaharibu vitu yakienda, lakini saa hii kama wakaaji wa maliki tumeamua serikali itupatie permanent solution. Serikali inasema zaidi ya watu elfu ishirini wameathirika na mafuriko katika kaunti ya Trans Nzoia. Tulikuwa tunachukua jukumu, maji yalikuwa yanakuja saa tano ya usiku ama saa tisa Sasa nilikuwa nikiwaambia, mkisikia maji mnanipigia simu, nikikuja saa saba ya usiku ninaanza kuhamisha wamama, wazee. Tumekuwa tunapeana msaada wa chakula na pia kwa zaidi ya miongo miwili Wakaazi wa Kapomboi wamekuwa wakikumbwa na mafuriko kila msimu wa mvua, huku juhudi za serikali za kujenga kingo za kuzuia mafuriko zikiambulia patupu baada ya kusombwa na majiin tutakuwa tunadhibiti mambo ya maji, mambo ya mafuriko na pia kama sabwani ambayo naalafu anaadhiri watu. Ni wakaazi ambao wanasema kwamba si tu kupata hasara bali pia wanakabiliwa na hali ngumu ya kimaisha na pia uhaba wa makazi katika eneo hili kufuatia mvua kubwa. Collins Shitia, Bai runinga ya Citizen, eneo la Namanjalala, kaunti ya Trans Nzoia.